Ya yaha, nimesha kwambia tu we, tunaenda msikitini kipindi cha Ramadhani, ni vizuri uwe una swali unatimiza swala ndio, kidogo hata wewe, wewe, wewe, mjomba, toba ya mjomba, wewe mjomba. Nilijua, yaani nilivyosikia harufu ya kwapa tu nikasema basi mjomba uyanu niambie, mjomba, naona harakati zinaendelea. <laughs> na ukasahau kama hii kazi nimekufundisha mwenyewe <laughs> eh? Mjomba, shetani, <sighs> eh, najua, najua shetani, lakini <laughs> <cushion> <laughs> mjomba, mimi nimeshakwambiaga Unapofanya hizi kazi mjomba, jaribu kubadilika, uendane na wakati mjomba. Sawa? Kipindi cha Ramadhani, unavaa ki Ramadhani. Wewe kunyoni mimi mjomba wako na mimi nime nimekaa ki Ramadhani mjomba? Eh? Yeah, mjomba, mjomba, mjomba, mjomba. Najua. Yaani ikifika kipindi cha Ramadhani mjomba, vaa ki Ramadhani Ramadhani mjomba. Kama no, no, ni Ramadhani, no, no, no. Na wewe unabadilika. Hii ni maajabu. Mm? Najua, lakini badilika. Uendane na wakati mjomba na kufundisha hili somo kila siku mjomba, mjomba uh. <laughs> Endelea na kazi endelea na kazi mjomba, mjomba kwa hivyo wana <laughs>